Yes mwana sawa sawa Digital, mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Niko na story ya moja kati ya wanamuziki wa Bongo Flavor ambao e, kwa sasa hivi wamekuwa ni watu ambao sio wanafanya sana muziki, wamekuwa ni watu wa kupoapoa wa sana, lakini pia ni moja kati ya watu ambao wakiamwaga lao kwenye mitandao ya kijamii kuchafuana huwa anaongoza. Huyu ni Baraka the Prince au da, e, Baraka da Prince kwa watu wengi ambavyo wanapenda kumuita hivyo. Sasa Baraka the Prince e, amekuwa mmoja wa waimbaji wazuri wa R&B nchini Tanzania e, akijijengea jina kupitia sauti yake laini na mashairi yenye hisia kali sana ambazo zinakonga e, nyoyo za e, mashabiki. Lakini hivi karibuni, ameonekana ndani ya studio za MJ Records akiposti ujumbe unaosomeka kwamba anamnukuu e, pale kwa kitu ambacho alikuwa amekiposti, akasema back to the work, ama piano time, akimaanisha kwamba anakuja na goma la ama piano kwa sasa hivi. Vipi watu wengi watampokea kwa namna gani? Hili linaweza kuwa ni maswali kwa mashabiki wengi, lakini pia Baraka mwenyewe ameweza kuelezea na kuweza kuandika kwamba e, aliandika kwamba back to the work, lakini pia ni ama piano time kuingia kwenye mapiano muziki unaopambana na South Africa. Una, una unajua South Africa ndio muziki ambao wameanzisha ume, ume, masuala mazima ya mapiano, lakini sisi tumekuwa tukiiga tu na sehemu mbalimbali za Afrika. Ni hatua ya kishujaa, ni jaribio la Baraka kuweza kuonyesha kuwa anaweza eh, kuendana na mabadiliko ya kimuziki ya kuvutia mashabiki wa muziki huo wa amapiano. Ikiwa MJ Records wataweza kuleta ladha safi ya amapiano ambayo inayompa Baraka nafasi ya kuonyesha vionjo vyake vya uimbaji basi huenda huu ukawa mwanzo wa enzi mpya eh, kwa upande wake kwenye swala zima la amapiano, lakini pia katika swala zima la muziki wake wake. Hata hivyo swali kubwa linabaki, je, mashabiki wake wa R&B itakuwaje? Watakubali mabadiliko haya? Wengine wanaweza kuhisi kama eh, anapotea kwenda kwenye misingi yake au kutoka kwenye misingi yake R&B na kwenda kwenye masuala mazima ya amapiano, kukimbizana na kina Chino Kid, kina Mario, kina Toto Bad na watu wengine wengine kibao. So huko wengine wakimpongeza kwa kuwa kwamba kuweza kujaribu eh, vitu vipya, kuna baadhi wanam pongeza lakini, pia kuna baadhi wanaona kama mbona, kama kwenye R&B kule ndo alikuwa na fit basi, eh, abaki na amapiano lakini pia ikumbuka kwamba kwenye masuala haya ya mapiano hata eh, Maua Saba kuna kipindi alichowahi kuzungumzia swala zima la eh, Watanzania tunaiga sana Watanzania wa eh, wasanii wa kibongo wanaiga sana isitoke masuala masuala masuala ya ya ya muziki muziki mtindo mtindo huu huu tumepita tumepita nao tumepita nao. Na hasa hivyo, tunaona kabisa kwamba pia Baraka The Prince naye anataka kuondoka kwenye wimbo wake, uh, kwenye wimbo wake wake au masuala mazima ya R&B na kuja kwenye masuala mazima ya amapiano. Ni kwa namna gani anaweza kuwabadilisha mashabiki wake kuweza kumkubali hasa katika upande huu wa amapiano. Piano. Endelea kutufuatia sisi kama sawa sawa digital, kwa sababu updates za zote kuhusiana na issue hii sisi tutakuwa tunakuletea amapiano atakayoitoa Baraka The Prince pia tutakuletea hapa sisi kama sawa sawa digital, kwa sababu e, tumeamua kukuhabarisha kuko wewe mwana sawa sawa, subscribe channel yetu, lakini pia like, comment, share utakometisha kinomanoma. Mitandao yote tunapatikana kama sawa sawa digital e, kama Facebook, Instagram pamoja na X e, ni kwa jina moja tu follow huko, lakini pia endelea kutufuatilia.